Leo tena nataka nizungumzie mara nyingine rupia, yani pete ya, ya nguvu ya rupia. Karibu tena ndugu mtizamaji wa channel hii. Leo tena nataka nizungumzie eh, nguvu au pete yenye nguvu ya rupia ya kitumbua. Nimepata maswali mengi sana kwenye WhatsApp. Jamani, watu wengi sana mnafuatilia. Sasa cha kwanza ni foro, ili tuwe wengi nitapokuwa nafundisha mambo yangu, asiwepo mtu wa kutoshitaki shitaki eh, sababu vita ya uchumi ni ngumu sana ndugu zangu, na ukweli una gharama sana. Sasa mimi ninachokueleza ni kila ambacho ninachokijua, kwamba zamani Wajerumani walipokuwa wanaenda mahali, na hii elimu waliinunua kutoka kwa Warabu, walipokuwa wanaenda mahali wakajiuliza, tutabeba mafurushi ya mapesa? Jibu likaja ni ngumu sana. Kwa hiyo wakatengeneza rupia za kawaida lakini pia wakatengeneza rupia inayotengeneza rupia zingine, yaani inaitwa rupia ya kitumbua. Watu wanaielewa, ukifanya hivyo unasikia kama kuna maji maji ndani, hiyo inaitwa rupia ya kitumbua. Alikuwa anakaa nayo commando in chief, yaani ule mkubwa wao. Sasa ile anakuwa anaibeba kwa maarifa, lakini pia ikifikia wakati wa mshahara wakiwa kwenye misheni zao wakati huo basi hiyo alikuwa anaifanyia maarifa, inazaa pesa zingine za kuwalipa askari kwa ajili ya matumizi na kufanya mambo yao mengine mengi. Sasa mimi nazungumzia habari hiyo kwamba wale viumbe walioko ndani ya hiyo rupia wanaweza wakavutwa, na wakatengenezewa, wakaingia kwenye pete, na pete ikampa mtu mafanikio makubwa, kwa sababu ile rupia ukiishika bila maarifa kiukweli kabisa, kwanza unaweza kuoza, lakini pia ukiwa nayo bila kuiweka sehemu maalum, simu yako haiwezi kuwaka. Lakini pili, ukiwa nayo hata kwenye gari ukapanda nayo, gari haliwezi kuwaka kama hauna maarifa. Kwa hiyo sasa, mimi nazungumzia habari hiyo kwamba hiyo ilitengenezwa kwa ajili ya kuzaa pesa zingine, kama vile Yesu alivyofanya, mkate mmoja unazaa mikate mingine, samaki mmoja anazaa samaki wengine, kama vile alivyofanya Elisha, mafuta kidogo, nusu lita yakazaa mafuta ya kujaza majaba ya mji mzima. Kwa hivyo ninakueleza elimu ambayo ilikuwepo tangu zamani. Kina Sulemani, Sulemani waliikuta na wakaitumia na wakanemeka sana. Kina Masa Sanka Musa waliikuta wakaitumia na wakanemeka sana. Na babu zetu walikuwa wanaitumia na wakanemeka sana. Sisi tunateseka kwa sababu haya maarifa yamefichwa na walio na maarifa hawataki watu wengi wayajue ili wayatumie wa ondokane na ziki. Lakini pia haya mambo ni gharama kuyatengeneza. Unapomtengenezea unapo mtu, maana yake umemwondoa kwenye shida yeye na uzao wake. Kwa hivyo sasa watu wengi sana sana wamekuwa wakiteseka kwenye dunia hii, wanatafuta tu pesa ya kulisha watoto, ya kusomesha watoto, yaani mambo yote kisha zaa yana korapti ya maendeleo. Kwa nini? Kwa sababu hauna maarifa, lakini ukiwa na maarifa, Suleiman alikuwa na wake mia nne akaona hawatoshi mpaka wakafika mia saba akaona hawatoshi, akaongeza na michepuko yote, inaishi kimarikia. Lakini wewe mmoja tu ukiwa hauna maarifa una anakutoa jasho. Sasa mimi nimekupa haya maarifa, kama unahitaji mafanikio, ziko hizi pete zenye nguvu ya rupia ya kitumbua. Ukiipata hii pete, ninakwambia matatizo yako ndani ya siku chache kufikia miezi mitatu, sahau shida. Cha kuzingatia masharti yake, usiingie nayo chooni. Ah, usiivae wakati una janaba Hayo tu ukizingatia, utaishi nayo hiyo pete na utaona mambo yako yanapeta. Watu watakuona unaendelea, watu watakuona umeinuka, lakini hawajui njia zako ni zipi ulizozipita. Ndugu zangu, acheni kuteseka, acheni kuhangaika. Niko Tabora. Ukweli unamweka mtu huru. Nimezungumzia hilo watu muelewe, wenye uhitaji mje kuona hilo. Pia inauzwa gharama kubwa sana. Kwa nini nauzwa gharama kubwa sana ? Kwa sababu huwa inajilipa yenyewe, yaani ukiwa nayo original, akija huyo mtaalam na kakipimo kake, akiingia chumbani kwako ana brasti, akibrasti pesa zinajaa, hata kama ukimwambia bilioni ngapi anawalipeni. Eh, na wengine wana brasti vibaya, halafu nyinyi mkichukua mnashangaa nyumbani yanawavunia. Nikisema namna hiyo mmeshaelewa. Asanteni sana, ifuatilieni ni foro, mambo yaende vizuri.